Mvutano umeibuka kwenye kikao cha maseneta kuhusu uwakilishi wa bunge la kaunti ya Nyamira, baada ya kubainika kuwa bunge hilo linaendeshwa na mabunge mawili ya kaunti. Wawakilishi wadi waliofika mbele ya kamati ya ugatuzi ya seneti waliweka bayana kuwa vikao viwili tofauti hufanyika na maamuzi mawili tofauti kufanywa, kama anavyotuarifu Stephen Leto. No, no, no, no, no, mukistaajabu ya Musa, utayaona ya kaunti ya Nyamira, right, kaunti moja na mabunge mawili Kaunti moja na maspika mawili, kaunti ya Nyamira, ikiwaacha maseneta vinywa wazi, baada ya kubainika kuwa bunge la kaunti hiyo limejigawanya mara mbili na kila kikundi kikiandaa vikao sambamba.

Kundi la kwanza lina spika wao Enoch Okero aliyebanduliwa ofisini miezi minne iliyopita huku akifurushwa kutoka makao makuu ya bunge la Nyamira ya firauni hapa yakiwa spika huyo akichapisha kwa gazeti rasmi sehemu mbadala atakapokuwa akiendesha shughuli za kaunti hiyo akiwa na wawakilishi wadi waliosimama naye. Kwa upande wa pili wawakilishi wadi waliomtimua walisalia katika makao makuu ya bunge la Nyamira ambapo wanaendeleza shughuli za bunge hilo section, uh, uh, member. Kwa wakati mmoja kikao cha seneti kilishika moto, maseneta jirani wa Nyamira Okongo Omogeni na Wakisii Richard Onyonka wakijibizana vikali. Msimamizi wa bajeti Magret Nyakango alielezea kamati hiyo kuwa amekuwa akipokea barua kutoka kwa vikundi hivyo viwili, wote wakitaka idhini ya kutumia pesa za bunge la Nyamira. Kundi hayo mawili yamerejea Nyamira yakishikilia kuwa wanarejelea vikao vyao kwenye sehemu tofauti kaunti hiyo. Stephen Leto, Runinga ya Citizen.